Hiyo okay. Ah, ni kitu cha kawaida ikifika mwezi wa Ramadhani, hmm. tunafuata masharti ya Mwenyezi Mungu kama alivyomkabidhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. Ndani ya mwezi ni funga ipo hmm. Alafu ipo funga nyingine baada ya Ramadhani, funga kawaida, nafunga siku ya Jumatatu hmm. Na Alamisi hiyo kama ni sunna, kama unakuwa na tatizo lako unaweza ukafunga hiyo ndani ya wiki mbili kwa siku mbili mbili, ukamwomba Mwenyezi Mungu kama, na kipindi cha usiku kumsalia Mwenyezi Mungu kukataja shida zako zote, Mwenyezi Mungu anakufungulia, ipo wazi leo eh? eh. Sasa tunafuata mechi saba eh. kumi eh. na saba mimi nataka tuzungumze kwanza michezo kuhusiana na Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji eh. Simba Sports Club kupata ushindi wa bao sita kwa sufuri katika dimba la KMC Complex. Simba kumfunga Dodoma Jiji na kuaga ni ngumu sana mabao mengi lakini KMC Complex Simba alipata mabao sita kwa sifuri. Nini siri ya mafanikio Mwalimu Fadu Davis katika huu mchezo? Watu walitarajia mchezo utakuwa mgumu sana, Simba tata, atopata matokeo ambayo ya magoli mengi kama tu waliyotarajia kocha wa Simba kwanza baada ya kuja mm, kila timu ilikopo na mashindano na Simba Sports Club, kuna vipande vya vile mechi wanampa, kama kuna timu hapa kia, tukikutana naye sisi, nakopa utaratibu wake upo hivi, unakwenda hivi sasa baada ya kufika clip akiziona yeye anazifanyia kazi, na mimi nilikwambia siku ile baada ya kunioji, kabla ya ile mechi nikakwambia Dodoma Jiji, yale maneno anapiga kelele haya ataayapata kuyaelezea, iko kitu anavyostahili yeye, sababu sisi tulikwambia kabisa kama si Dodoma Jiji kule kwake, tulishindwa sisi kufanya hivyo kutokana na nini, na Dodoma yule mkuu wa mkoa mbunge wao, lakini kwa jinsi ilivyo kwa sasa hivi anakuja huko Dar es Salaam asitegemea atapata vitu kama anavyohitaji kule huko, atachezea mabao mengi siku katunanoj mimi nilikueleza kabisa ili swala jinsi lilivyo. Jana katika mitandao ya kijamii Rais uh, wa TFF Wallace Karia alitoka hadharani na kusema ambao wanashutumu bodi kina Masipa Kasongo pamoja na CEO na Steven Mguto kuhusiana wajiuzuru wajiuzuru kwanza wao, si vinginevyo maana yake Yanga Africans walishutumu bodi ya bedi ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa baada Simba Sports Club eh, mchezo wao kuahirishwa, kauli ya Karia. Umesikia mzee wangu mzee wa bibi Karia? Kwanza katika neno alokuja, siku zote ananyamazia kimya unje, siku zote ukimtafuta mtu asiotaka kusema, ndio atakuja atatoa maovu yenu, alikopwa anaficha Karia unje. Mara nyingi sana ukimtizama katika ligi jinsi lilivyo, alikopwa anabeba sana leo watu, lakini akakuta kumbe si watu hawa wanalinga leo kuzungumzia Karia mbaya, lile jina la kwenda kule kafu kuchaguliwa kuwa rais wa vilabu Afrika kalipeleka nani? Karia, yeye ndo aliyomuona katika wadau akamwambia, basi kijana wewe nenda kwenda kalipeka jina yake na kule, akalifanya ditiada sababu anajulikana, akapigia nia kule akapita. Yeye alikopa nao uwepesi wa kusema kule kuna mtu anamjua, mpigie kula. Kama siku zote tunazungumza sisi, watu wa michezo sisi, wa Simba Sports Club, ni wavumulivu katika sheria za michezo na kwa tunavumilivu sana, vitu vingi sana nafanya Yanga, lakini Karia anakuwa vitu vyake anavifanyia sana uwepesi, anaweza akapiga faini ndogo ikielekea watu wanakuja, hamna katika sheria duniani uingie kwenye kiwanja cha mpira ukavunja milango, sheria hakuna na Karia zote anaficha, alikuwa paka anapeleka kule kafu. Yanga ni timu ya kwanza kwanza kutolewa katika Afrika katika michezo, katika hii timu yetu ligi tunacheza pa Tanzania. Sababu ukosefu wa nidhamu, hamna sheria kupita sehemu ukavunja milango. Kuna milango sahihi iliyoruhusiwa ukapita na kila klabu wakaingia kwenye mpira, lakini Kalia yeyote leo anayezungumza kaficha, lakini walimtafuta ndani ya moyo, ilibidi sasa ayabwage, na bado ataongea mengi, wakimtafuta kuna mengi. Bado mengi wakizidi kumtafuta watawaeleza mengi mm. Sababu kimya yake likaa, akatulia, lakini sasa wanamtafuta ndani ya moyo wake kwa Young Africans. Kutoa hii kauri kwako wewe imekufikiaje katika mpira wetu wa Tanzania kuishtumu bodi ya ligi kuu Stephen Mguto pamoja na Almas Kasulu? So, tatizo a wana nizamu ya mpira ujue kutokana na yanga kitu kimoja kwanza kinachoatia ujinga au upumbavu au mawazo yao wana neno kuzungumzia kama timu hii ya wananchi inasema lileta uhuru katika nchi hii, ndio ujinga na mtazamo hao zaidi ndio loshikilia swala hilo si kama anazungumza kwa nia mbaya sema, anazungumzia kwa ujingao na mawazo jinsi wanavyochukulia mm. Wewe ndani ya klabu kuna sheria ya michezo ipo, una kanuni na viongozi, lakini ndani ya klabu kuanzia msemaji wao wa Yanga Alikamwe mm. wanakuja, wala watu wengine wanakuja wanaifuatilia mm. kila mtu anakuwa na sera zake, atakutaka kuzungumza kujionee. Sasa ndani ya klabu ni wavyo wakubwa wote kuliko TFF ndio jinsi ilivyokuwa pale ugumu ulivyo, lakini mm. TFF kama wanaamua vitu kama vile wasilia mazie mtu mm. kama leo namuona ipo sheria kuamua wapige mkasi wapige faini mm au wafungie katika masuala kitu fulani lilotokea. Lakini mm. bila kufanya hivyo, Karia siku zote tutakopwa na mtusi tu. Kauli yao, wanasema dabi haipo haitokuwa. Eh, dabi washacheza. Ilikuwa ni tarehe nane ambao Simba Sports Club uliondoka di katika dimba la Benjamin Mkapa hujafika. Lakini wao wanasema dabi haitokuwepo. Labda kwa kauli ya Karia ambayo toka hadharani, dabi itachezwa watakubali, wataku sasa. Ndo hilo naopaepale, ni nikarudi nyuma tokea mwanzo naekueleza, nielewe vizuri, ndugu yangu wewe, kuna, kuna kamati ya michezo yako ya Tanzania TFF. Simba walipeleka barua na wewe ulipeleka malalamiko yako, lakini baada ya kufika muda fulani, TFF akakwambia kama ile mechi inaahirishwa, mechi haipatikani. Nisikize sana vizuri sana na huyo meneja wa, wa kiwanja cha mpira cha Benjamin Mkapa Simba siku ya kuwafungulia Ijumaa, lakini juma, Juma mosi ule mlango wa kupita magari alifungua nani, napaka gari la Yanga linaingia ndani, hujua paka nizamu ni ndogo. Wewe kiongozi kabisa, alafu ni kiongozi mkubwa wa kufuatilia michezo, alafu ni, ni kiongozi wa bara la Afrika wa vilabu naona bwana huyu engineer huyu. Yeye askai kabisa kwa busara na kuamua kama kuna barua ni toka ya michezo hapa kwetu, kama michezo hakuna. Wewe unachukua basi na wachezaji wako unapeleka kule kiwanjani. Wewe tukuchukulie kitu gani katika mawazo yako wewe mwenyewe? Maanake unashindana na yule anayekusimamia michezo. Na mbona yule anasimamia michezo michezo kama akili hana, wewe ndo mwenye akili, mnashindana na hivyo, acha siku ya Jumapili ukaandika gari lako la maandishi makubwa kuitusi Simba, ukaondoka na basi lako hapa paka bunju katika uwanja wa Simba. Je, kule kukutana na watu katika ule uwanja kule, wanalichoma moto watu wenye uchungu na kuwatukana kama vile maneno, wakalichoma moto nasherehekea pale kitu gani zaidi? Na kuuliza mtangazaji ni vibaya zaidi we kule, kupata. Afu unasema kabisa tunaenda kucheza mpira kule, kule ndo kucheza mpira na nani sababu kuna vitu vingine usichukulia hivi ushabiki. Kwa yule mtoto yule, hali kuna vitu vingine anavyofanya, halafu pale klabu ya Yanga kuna watu ni wakubwa zaidi kuliko hata yule mtoto, lakini wanashindwa kukaa naye akampa maneno ya ubusara, inashindikana. Kuna vitu vingine anavyofanya katika klabu ya Yanga, wanaokosea ya mpira wa Tanzania, wanatia ujinga washabiki wao, wanatia upumbavu wa washabiki wao sababu ile mtoto kuna neno kila akizungumza na washabiki wa Yanga utawafuta. Waliambiwa hapo watembee na chupi na walitembea navyo, walipaka mafuta wote. Wakaambiwa paka zaina kichwani na wote wakapaka zaina. Sasa wanaonekana wale watu wapo kwenye ushawishi wa kitoto kabisa. Hawapo kwenye ushawishi wa mpira. Kwenye muono wa mpira mimi Yanga bado sijawaona. Una, unaungana una, una na kauli ambayo alosema rais wa TFF Karia kwamba waache michezo ya wa sinema zetu wacheze mpira ndani. Hilo swali ni sahihi. Sasa utamsikiliza nani kama sio kiongozi wa mpira? Kiongozi wa mpira ndio mwenye majukumu hapa katika nchi hii yule. Na yule ndio anachukua majina yenu kwa kupeleka kule kimataifa. Unaweza kama kuchukua Kalia kupeleka kule jina lako atalijua nani katika klabu ya mpira. Au kama barua yako akutia saini kule ataipokea nani hata kama una matatizo ya klabu na nchi nyingine. Kwanza hata langa linabodaliwa na wachezaji hawa, lakini ile la barua lazima itoke huku. Na barua lazima afike kwakalo nendo agaiwa tu Yanga ndio ijulikane kama Yanga na daiwa Young Africans waombe msamaha. Inabidi wakae kwenye bodi yao wakai, na viongozi wao wakae, walizungumzie usahihi katika lile neno la kumtukana Karia au katika maneno unaizungumza Karia. Karia ipo ni sahihi katika kazi yake anayofanya unyamazaji wake kimya, akini bidi sasa ajitoe mwanga na azungumze. hmm. hmm. la anakutazama sasa hivi Karia mi ninavyomwambia mzee wangu au kaka yangu, tumchukulie sasa hivi katika hizi mechi tunazo kwenda nazo zabakiana hizi nane, hawe mkweli asimwogope mtu, atumie sheria zake za michezo. Ukimwona mtu ataka kumchafua, ipo sheria ya kifungu, mfungie mtu kuzungumza kwenye media, mfungie mtu katika masao kuingia kiwanjani, sababu sasa hivi yanga ndio ndoanzisha mpaka masao, watu wanapigana viwanjani sisi Simba tulichanua sana jezi wa shabiki katika viwanja, Kalia nyamaza kimya hivi vitu, lakini sasa kwabeba kwake sasa anaona hivi vitu. Kaka yetu asifumbe mdomo, hazungumze usahihi, mtu akimwona akiuka sheria ampe adhabu yake. Kazi ya wa magoli 12 assist 7 unamzungumziaje zabi? Huyo ni bado kama siku zote unavyokuambia mimi, pale ni bado, moto upo yule. Chama aliondoka Simba kwenda Yanga kuna kifaa mechi ya juzi uliona ile bao lilopiga ile pale lipo kama lilofunga chama na timu ya Zambia Mkwala mm. Tugana hiyo mm. ile ngoma kaja akaipiga kwa nyuma, huko watu wanaondoka yeah, wanapiga filimbi ile ngoma baada ya kuipata pasi, akachukua tap akaigonga tu. Mimi nilicheza mpira kidogo, makaratasi eh, unaona bwana. Sasa ni mwepesi kama na kuambia pale Simba hasisi, mtoto ataingia pale, atajifunza kwa wenzie mm. wapo sahi na bado pale huko, namna ambayo Simba anapocheza kwa sasa hivi na wachezaji ambao walikuwa nao bado class tunta chama akirudi Simba na mkubali au abaki kulekule, yule ni mchezaji atakao uongozi, walivyokaa naye, kama aliondoka pale kwa adabu mzuri, majukumu wanao viongozi. Mimi mshabiki au mwanachama, siwezi nikapiga kelele nikamzuia, sababu mchezaji mpira, unajua ni mojawapo ni kazi yake. Viongozi watavyokaa kwa busara yake, watakaa watatizama, wataona usahihi upo, lakini ndani ya uongozi wa Simba Sports Klabu kwake kina Mzee Mangungu, kuanzia mediali nani lakini hapa kati kabla hajacheza mechi za kimataifa alikuwepo. Naomba watafute timu yote kali, wacheze nao japo mazoezi, wasitegemee mazoezi yetu. Zile namba zile kwa upo, wa kule kwao baadaye wataka watajirudi namba kule zote, kuna watu wawili pale watashindana, watakwenda kule kama na kuambia, siku zote anaokuwa wachezaji kimataifa hivi sasa hivi kibwa, sasa hivi anapata mpira, anachukua, anakwenda spidi na anajua kupiga chenga na anajua kupata, ndo mambo nafata. Kwa nani? Kwa mpanzu, mpanzu unavyochukua mpira kupembeni, lazima kulete katikati huko, ndo kwenye matatizo

ile mashine haifai. Mlichelewa wana Simba kipindi hicho sio? so, tulichelewa uongozi wenyewe namtafuta kwa kutaka mmoja, alikuwa anahangaika muda mwingi kumtafuta pale, na, na bado kuna dirisha kubwa, kuna mtu pale anakuja, hivyo vitu tuviache, najua mwenye milionea mm, tukushukuru sana. Sawa, tupo pamoja ndugu yangu.